Ya, tuzungumze kidogo kwa habari za hawa wenzetu wanaoitwa Banyamulenge. E, Banyamulenge hawa watu bwana, kuna baadhi ya watu wanawachanganya, wanawachanganya e? Naposema wanawachanganya namaanisha nini? Wanafikiri ni watu wabaya, watu hatari, wasio na nidhamu wasio na utu, wasio na wanadamu, watu wasiofaa kuishi katika jamii, watu ambao ni wa kuepuka. Lakini naomba nikwambie, tukumbushane tu tunakumbushana, najuu, naelewa tunakumbushana tu kimsingi, kila mwanadamu aliumbwa na Mungu. Mungu alimuumba akiwa ni mtu mwema. Nianzie hapo, yani e, kila mwanadamu aliumbwa na Mungu. Mungu alimuumba akiwa ni mtu mwema. Sasa hawa Banyamulenge, kwanza wanaitwa Banyamulenge kwa sababu ya ni watu wanaokaa au waliokaa, walioamua kuishi au kukaa E, katika maeneo ya mlenge. Mlenge ni kwa Kiingereza ni plateau. Yaani maeneo yaliyoinuka hivi, mwambao ulioinuka. E, maeneo ya miinuko miinuko hivi ndio mlenge. Sasa hao Banyamulenge ni watu wema sana. Okay. Simaanishi kwamba wote ni wema, inawezekana baadhi yao wasio wema. Ni kama inavyoweza kuwa kwa kila eneo, sio kwa Banyamulenge tu. Kwa kila eneo, kwa kila eneo wapo watu wema, wapo watu wabaya, hiyo ni ya kawaida. Sasa hawa Banyamulenge, nianze na historia kidogo, tukumbusha na historia. Ni historia ndefu sana inayoanzia hata kabla ya ukoloni. Eh, ni historia ndefu sana inayoanzia, uh, kabla kabisa ya wakoloni kuingia katika uh, taifa la Kongo, na si Kongo tu hata Rwanda, Burundi ati eh, Tanzania. Sasa hawa Banyamlenge kwa asili kabisa, kwa asili, tabia yao ni ufugaji. Nasema ni ufugaji kwa sababu hata sasa hivi, sasa hivi si wapo, tabia yao ya asili ni ufugaji, na licha ya ufugaji, kulima kilimo, eh? Naona ndio asili yao mila na desturi yao ni hiyo eh, ufugaji kilimo na kadhalika. Wao hawakuwa waahawakuwa wanasiasa sana. Hawakuwa wanasiasa sana, hata nyakati hizi siasa siyo interest sana kwao kwa sana. Wao uh, interest yao sana ni kilimo, ni ufugaji, mila na desturi utamaduni wao kudumisha utamaduni wao uimbaji, kucheza na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo kabla ya ukoloni waliweza kuhama kutoka wapi? Rwanda e, walihama kutoka Rwanda e. Kwa hiyo asili yao Banyamulenge, asili kabisa ni nchini Rwanda. Kwa hiyo waliweza kuhama kutoka Rwanda, nimekwambieni kabla ya ukoloni, wakaenda Kongo e, mashariki mwa Kongo kule e, mashariki mwa Kongo Uvira na wapi kule naona walienda kule kufanya nini? Ni maeneo ambayo uh, ni mazuri au yalikuwa ni mazuri kutokana na shughuli zao za ufugaji. Kwa hiyo ufugaji ndio uliowafanya wahame tangu awali kabisa, sio kwamba walihamishwa, walihama wenyewe, wakaenda kule kwa ajili ya kwa lengo la ufugaji na kilimo na kuishi. Kwa hiyo walipofika kule basi wakaishi wakafuga wakalima, naona mlenge kule mashariki mwa Kongo Kongo huko. Sasa baada ya ujio wa wakoloni, wakawakuta kule wameshafika hawa jamaa. Sasa kumbuka wakoloni walikuja na malengo mbalimbali, malengo mbalimbali mbali, mbali. eh, eh, kama unavyoelewa kuligawa bara la Afrika, kutafuta watumwa tafuta rasilimali za Afrika na vitu mbalimbali mbali. Naona, kwa hiyo walivyowakuta kule uh, wameisha ishi kule, wameisha kaa kule, wameisha kuwa wenyeji kule, waliweza uh, kuwaingizia spirit au roho uh, ya kuwagawa kisiasa, uh, kisiasa naona na hiyo spirit au hiyo roho iliweza kuwaenea kuwaingia, mm -hmm, na kuwafundisha kwamba nyie sasa mnapaswa mwijenge nchi yenu mlikotokea, mwijenge nchi yenu taifa lenu mlikotokea, kwa maana ya Rwanda na vitu vya namna... Yani, wakawaingizia roho za siasa, eh, roho za siasa ili kuwagawa, divide and rule, na kuweza kuwatawala kwa hiyo unayoyaona leo hii yanayotokea, watu wanaweza ukafikiri Banyamlenge uh, ni kikundi cha watu wabaya. Hapana, hapana. Miongoni mwao ndio kuna watu ambao tayari siasa zilisha wachafua, walishakuwa wanasiasa labda na vitu vya namna hiyo, lakini Banyamlenge kwa asili ni watu wema mm ambao kusudi lao lilikuwa si baya, lilikuwa ni ufugaji na kilimo na vitu vya namna uh, hiyo. Wanaojitokeza wachache miongoni mwao wakaonekana kuwa wabaya, wakajiunga na vikundi vingine vya watu wa, uh, wanaodai wanao haki zao, eh, wanaodai haki zao, japokuwa watu wanawaita waasi hmm. kwa mfano M23. M23 watu wanasema ni waasi, wanasema yani, tayari jina la waasi, waasi wa M23, lilisha wakamata lakini kimsingi neno waasi nadhani mimi binafsi ninavyoona neno waasi halifai sana halifai sana kwa sababu nao M23 eh, kilichowafanya waanzishe kikundi au vikundi vya kudai haki zao fulani fulani ziko haki zao fulani fulani bila shaka ziko haki zao Yaani wale sio vichaa sio wachanganyikiwaji bila shaka kuna haki zao fulani fulani ambazo katika kuzidai katika kuanzisha harakati za kuzidai hizo haki zao basi wakaitwa wahasi. <laughs> Naona? wakaitwa wahasi sasa uhasi ni nini uhasi ni upi? Yani katika wao kuanzisha utaratibu au kikundi au umoja wa kudai haki zao ndio maana wakaitwa wahasi. Naona? waasi wa M23 mimi kama mtumishi wa Mungu naona hilo mm -hmm. neno wagali sio zuri, sio zuri kwa sababu ukiwatafuta a wana kikundi hao hicho kikundi hicho hao waasi wanavyosema wa, nakwasikza ukawahoji ukawasikiliza, nadhani wakikwambia, utaelewa kwambaasio ah, waasi kama wanadai hili, wanadai hili kwa mfano, eh, kwa mfano bila shaka kuna mambo dahi katika serikali eh, habari ya siasa kama ioksha kusema tayari eh, wakoloni waliingiza roho za siasa wanataka haki katika habari za mfumo wa siasa, bila shaka vitu vya namna hiyo mm, labda wanataka haki katika habari uh, uh, za usalama wao, naona labda wanadai haki katika habari uh, za umiliki wa rasilimali za nchi, vitu mbalimbali ni mfano tu. Mimi nasema ni mfano. Sasa, sasa wanadai hivyo vitu baada ya kuona kwamba uh, kuna jinsi mfumo wa nchi wa taifa haujawatambua naona, haujawatambua vizuri, naona. Au mfumo wa taifa una una hautengenezi uh, haki sawa mm, hawa ni tofauti na hawa, hawa ni tofauti na hawa naona, eh? uh, labda upande huo ukabila, labda vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo kunakotokea watu baadhi fulani wenye upeo wakajitambua katengeneza kikundi cha ku dai haki basi, wali wakaitwa wahasi. Nazungumzia habari za M23, 3 sije ukanikoti vibaya. Sasa wewe ukafikiri fikiri vitu vingine vingine ambavyo viko katika akili yako, mimi nazungumzia habari za M23. Tunakumbuka sasa hivi Kongo na Rwanda na nini, kuna vurugu vurugu kule. Sasa najaribisha kutukumbushane tukumbushana kwamba yanayotokea kule mengine ni kwa sababu gani? Sababu gani? Yeah, niko niko huko, sije ukafikiri niko wapi. Kwa hiyo hawa M23, waliweza kuitwa waasi, waasi kikundi cha waasi kwa sababu ya kudai haki, kudai haki zao. Yeah. Na haya waga yanatokea hata maeneo mengine au yanaweza kutokea mm. Eh, mtu anapoonekana anafuatilia haki yake, anafuatilia haki yake eh, mara nyingi hawa waga wanapataka changamoto. Eh, wanapataka changamoto, naweza kapewa majina mbalimbali mbalimbali mhasi, huyu vurugu nini mpinzani. Kumbe kuna haki za msingi ambazo kimsingi uh, hazijaka hazijapatikana kwa hata M23 wako hivyo, wako hivyo. Anyway, sizungumzie M23, nitawazungumzia M23 baadaye. Kwa wakati mwingine nitawazungumzia pia na wao. Aha. Uh -huh. Lakini na sasa hivi nazungumzia habari za hawa Banyamulenge. Kwa hiyo Banyamulenge wako hivyo, tabia yao huruka yao mianda sturi zao taratibu zao kanuni zao tamaduni wao uko hivyo, ni watu ambao wali kuhamia maeneo hayo ya Kongo kwa ajili ya, kwa ajili ya kilimo na ufugaji, sana, sana ufugaji. Yeah. Sasa miongoni mwao kwa sababu walishapandikizwa siasa, siasa zikawaingia na nini? Eh, wakajiunga na vikundi vya M23 baadhi yao, lakini asilimia kubwa ya wanyamlenge uh, ni watu wema, wema sana, wema sana. Na hawa waliojiunga na vikundi vya M23 au vikundi mbalimbali Wakawa wamejiunga ili kudai baadhi ya vitu ambavyo wanaviona ni haki zao za msingi. Naona? Ehe, lakini kimsingi uh, Banyamlenge ni watu wa namna hiyo. Ni watu wema. Uh, tuombe sana. Uh, tuombe taifa la Kongo. Narudia kusema kwamba hata hao M23 unaosikia waasi wa M23 si watu wabaya kiasi hicho. Ukifuatilia, ukifuatilia kuna vitu vya msingi ambavyo wanavitaji ni msingi, lakini kudai haki za msingi lakini, kwa sababu ya kudai kwa haki zile, basi wanaitwa wahasi. yeah, so, nia yangu ni kwamba tunaelimishana, tuna hapa, tunakumbushana unaelewa, tunakumbushana, eh, unaelewa, lakini tunakumbushana kujikuta tunaenda kwenye mkumbo, watu tunawachukulia kwa mtazamo hasi kama tulivyopokea, kumbe sivyo ee, tunaona wabaya, kumbe sio wabaya. Tunaona hivi, kumbe sivyo. Tunachukulia kinyume kinyume, kumbe sivyo. Kwa hiyo lazima tukumbushane wakati mwingine wingine, ili tujue mengi, tuende kuliombea taifa la Kongo lakini Bwana anasema kwamba muda ambao sio mwingi taifa la Kongo taifa la Burundi na taifa la Rwanda sasa wanakwenda kwa meza moja kula pamoja, kunywa pamoja. Maana Bwana anakwenda kutuma msaada mwenyewe. Mungu anakwenda kutuma msaada mwenyewe wa malaika e, ambao watakwenda kulipoza, kulituliza taifa la Kongo na taifa la Burundi na taifa la Rwanda, ya wakati wa Bwana ndio huu, kwa sababu wanadamu anapofikia Mungu anaanzia pale. Mungu awabariki sana. Asante.